Ndivyo unavyoweza kuwa tajiri kwa maisha haya. Kama hauna afya, hata kama ungekuwa na fedha kiasi gani, hata kama ungekuwa na, na cheo kiasi gani, wala haiwezi kukusaidia kitu. Chochote cha msingi ni afya. Sasa afya unaijenga na unaitengeneza kama unavyoweza kutengeneza bustani yako. Ni lazima uimwagilie, upaidie na uhakikishe kwamba kama kuna wadudu unawatoa. Sasa unapofanya mazoezi, unaitengeneza afya yako tuendelee kutengeneza afya zetu hata kwa nusu saa. Kama tumepanga kila Jumamosi, basi tuheshimu hiyo, kila Jumamosi ufanye mazoezi yetu, lakini siwe Jumamosi tu peke yake. We mwenyewe ukiwa nyumbani kwako, ukiwa wapi, jioni umetoka kazini, fanya mazoezi nusu saa, inatutosha sana. Tunao waliofanya mazoezi na askari leo hii, taifa letu linaheshimika sana. Tunaye mtu mmoja anaitwa John Steven Akwani, yeye aliwahi kukimbia mbio za marathon mwaka 1968 Mexico. Wakati wanakimbia jumla walikuwa sabini na tano waliokuwa wanashindana wamekimbia kilometa arobaini na mbili. Alipofika kilometa ya 30 misuli kabana, baadaye akaanguka. Alipoanguka aliumia mguu wa kushoto. Wale wa Red Cross walikuwa nyuma yao na gari lao wakampa waka first aid wakamfunga. Baada ya kumfunga aliendelea, wakamwambia panda kwenye gari, akakataa. Akasema mimi siwezi kupanda kwenye gari, nchi yangu Tanzania imenituma Mexico kuja kumaliza mbio za marathon, sio kushiriki, hata kama nimeumia lengo langu ni kilometa arobaini na mbili. Aliendelea kukimbia zile kilometa kumi na mbili zote zilizokuwa zimebaki zime, zime anakimbia anakimbia anafika sehemu mguu na bana tena anatulia, anaenda tena, baadaye anafika pale uwanjani. Uwanja ulikuwa umejaa. kama unavyoona labda uwanja wa Benjamin Mkapa unavyokuwa unajaa watu sitini na mbili elfu. Sasa saa moja watu wanaondoka ondoka pale, unaweza kushangaa, hadi unaingia mle ndani unaweza kutata watu 200 wamebaki lakini waandishi wa habari wali alipofika pale waandishi wa habari wale wakamsonga wakamsogelea, wakaanza kumhoji hivi, imekuwaje umepataje ule ujasiri wa wewe kuhakikisha kwamba unamaliza zile mbio wakati umeshashindwa na mtu ameshapewa na zawadi ameshaondoka na kuondoka? Yeye akamwambia tu hivyo kwamba mimi nchi yangu Tanzania imenituma Mexico kuja hii michezo kumaliza, nianze na nimalize. Kwa hiyo na sisi tulivyoanza michezo hii, tusiishie leo. Afya yetu bado inahitajika sana. Lakini pamoja na hayo, waongea umesema, tuna group, binadamu anahitaji mawasiliano. Kwa mfano, hata mimi usingenipigia simu au nisingepata taarifa, wala nisingejua kwamba kuna mchezo unafanyika. Yawezekana watu hizi taarifa hawana. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana, tuendelee kusambaza hizi taarifa. Bado una shule nyingi. Watu si wote wanafanya mtihani lakini kuna wengine wanaweza kufanya mazoezi. Leo ni Jumamosi. Tunafanya mazoezi saa 12 hadi saa moja labda na nusu hivi, watu wanasambaa wanaenda kwenye majukumu yao. Tayari hapo we umekuwa umepanda mbegu kwa yule mtu ambaye alifanya mazoezi. Tayari umeshajenga afya yake. Kwa hiyo tuendelee kupita hata kwenye mashule kuhamasisha, kwa sababu kule ndio wenyewe kuna walimu wa michezo, kuna wanafunzi wilanja wale wa michezo. Tuambie kwa kwamba watu wanafanya mazoezi kwa kuzunguka hivi. Ukiwa na nafasi, njoni fanye pamoja lakini bado kuna askari polisi tuambie tuambi, ushiriki nao pamoja, alafu raia wa kawaida tuambie, wale wacheza mpira wale zile timu zetu ambazo ziko ndani, tuziambie kuja tu, tunashiriki mkiwa pamoja, mkiwa mnakutana pamoja, kwanza inaondolea uovu, lakini pia inawatengenezea umoja. Kwa hiyo umoja wetu pae, tunapokuwa tunakutana kwa mimi afisa afya, pamoja na wana mazoezi wenzangu, niendelee kukuwapongeza kwa kujitoa wewe kwa kwenu kwa leo na kufanya mazoezi. Tuendelee kufanya mazoezi. Sina mengi jamani, mheshimiwa amezungumza vizuri. Ah, tuendelee kwa eneo kubwa ambalo pia ni menge a santi wengine -sa. <coughs> eshmaz <coughs> <coughs>